Mrithi wa kwanza wa wanawake anaitwa albintu, mtoto wa kike wa marehemu, sawasawa akiwa mmoja, wakiwa watatu, au sio, wawe idadi watakayokuwa, albintu tarithu abaha, binti atamrithi baba yake. Mtu wa pili anaitwa bintu alibni, ni binti wa mtoto wa kiume yaani mjukuu. Una mtoto wako wa kiume, wewe umekufa, yule mtoto wako wa kiume si anakurithi, na binti wa huyu mtoto wako wa kiume naye anakurithi, anamrithi babu yake, anaitwa bintu alibni, huyu bintu wa bintu alibni wa inna zalata hata kama wataporomoka kwenda ukochi. Halafu watatu anaitwa alummu, mama mzazi. Na mama mzazi anaweza akarithi thuluthi ya mali, moja ya tatu ya mali, au akarithi sudusu, akarithi moja ya sita ya mali, kulingana na mipaka tutakayoeleza na wala muda hautotoshi. Tena haya, baada ya mama anakuja jadda, aljaddatu, bibi. Huyu mama sikazaliwa, huyu mama yake unamwita nani? Mama wa mamako ni bibi na bibi naye vile vile anarithi. Hawa ni watu wangapi? Hawa ni watu wanne. Na mtaja mtu wa tano anaitwa al-ukhtu shakika, ni dada wa baba mmoja mama mmoja, dada wa marehemu wa baba mmoja mama mmoja anamrithi kaka yake. Mwingine al ukhtu li abi ni dada mlochangia baba. alafu mtu mwingine anaerithi hapa anaitwa zauja zaujatu, ni mke mke mke. anarithi bi kulli hali wa ila aziwe na vizuizi, au akose sharti au nguzo zimeharibiwa. Mtu mwingine anorithi anaitwa almutika almutikatu, ni mwanamke aliyemiliki mtumwa, huyo mwanamke ndo ana watumwa wake Halafu wale watumwa wake, kuna alimwacha huru mmoja wao. Yule mmoja aliyoachwa huru amekufa, kisha warithi wake hawapo, atakuja yule mwanamke aliyeacha huru yule mtumwa, atakuja kumrithi yule aliyekuwa mtumwa wake.